Kipande cha uh, Uganda tamasha fulani hivi ambalo liko limekusanya watu ambao sio kwamba wajielewi, ni watu wanajielewa, na lilikuwa ni tamasha lao la kwanza la coffee marathon ambalo uh, lilipangwa kufanyika huko uh, Ntungamo wanapaita hivyo uh, kipande cha Uganda, na limeandaliwa na Inspire Africa Group, moja kati ya grupu ambalo of course limekuja kwa nguvu kubwa sana hapa East Africa, wenyewe wakisimamia uh, masuala ya upandaji uh, ah, wa hizi kofi eh, kahawa kahawa, lakini pia miti wanahusika nayo, wanakuwa na inspire magrupu mbalimbali eh, ya watu kuweza kufanya vitu kama hivyo hapo, wamemdondosha Diamond. Diamond amepokelewa heshima, imekuwa ni kubwa sana, watu wanashangaa Diamond anapanda mti, unajua zile. Na bahati nzuri, hadi mti wenyewe ameamua kuachia jina, kwa sababu walishangaa, wali, wali shangaa, bana mtwaje, unajua zile, ah, Diamond akasema, bana, huu mti uitwe Latifa, lakini watu walikuwa wanashangaa mshikaji, na kuaje anaweza ku, eh, kupanda mti. Lakini kibongo bongo washikaji unaweza kukutana na mondi nini mivimbo mingi eh, unamchukulia poa poa, ujai kujiuliza kwa nini wengine wanamuheshimu hmm? Um, wa nchi za pembeni na kwa nini hapa Bongo koza napewaga heshima, lakini sio ile heshima ambayo e, tunaiona. Washikaji wanamchukulia simpo kwa sababu ya huu ulinganishi ambao hupo kwamba kiba mondi eh?